Ikafika kwenye kujifungua, natakiwa kujifungua kwa operation. Nakumbuka siku nilipoenda kliniki siku ya mwisho, kliniki yangu ya mwisho, yani daktari ananiambia kutokana na mtoto alivyo, tumefanya CT scan, tumeangalia, mtoto mkubwa na inaonekana kidogo kama amekaa vibaya, alafu nyonga yako ni kama vile imefunga, kwa hiyo ni lazima ujifungue kwa operation. Akili yangu yote inawaza, yangu yeye, Dobareka, jayu, ilikuwa inawaza ndugu yangu alipofariki yeye ilimpelekea operation kwanza, ndio baadaye ikaja hiyo changamoto mpaka amefariki. Ilikuwa ni ngumu kumuelewa daktari, ilikuwa ni ngumu ngumu, sikulipokea. Narudia tena kumshukuru mume wangu. Unajua, mume wangu sio mtu wa kupaniki, pale anapoona wewe umepaniki, anaungana na wewe kukuitikia kile ambacho unafanya, alafu anaangalia baada ya dakika kadhaa, muda kidogo, akae na wewe, akupe kansa, azungumze na wewe ili akuweke sawa pale nivo. Mkatalia dokta kwa dokta, hapana, mimi siwezi kuingia kwenye opresheni na hakika nitazaa kawaida, na mume wangu kajibu akasema, ni kweli dokta usijali, sisi tunaamini hivyo, tunamwamini Mungu. Tukatoka sikuiamini yule hospitali. Madokta mnisamehe. Sometime mgonjwa anapokuwa huko kwenye kipindi kigumu, unamsikiliza hata dokta, yani unachanganyikiwa. Nikaona bora twende hospitali nyingine, nikamwambia mama wangu twende hospitali nyingine, nikafanya vipimo upya tukaenda kwenye hospitali. Kwanza kabla ya kwenda hospitali tulimpigia simu mke wa mke mwenzangu, Mungu amtunze, Mungu ampe maisha marefu pia, kwa sababu alizungumza na mimi vizuri, alinipa kansela moja nzuri ambayo nilimuelewa na hapo mkielewa mki kama mnakumbuka, stori tulipoanzia, mama yangu ana mtoto mdogo ambaye analea, hawezi kuja kuniuguza, hawezi kuja kukaa na mimi, na mdogo wangu aliokuepo, ina maana yeye anamsaidia mama. Mdogo wangu mwingine yeye yuko mbali, atakiwa ndo yeye kwa anamwhitajia kuwa lazima ndo aje. Ndugu <coughs> zangu, na hapa hii stori leo nikiwa na nikiwa nimesha hili nimeshapita, lakini kitu ambacho siwezi kuja kukisahau, nilipoenda kwenye hospitali nyingine nikafanya CT scan na kila kitu, wao waliniangalia na vipimo vyao, wakanitia moyo kwa asilimia, wakaniambia una yote mawili, kujifungua kawaida au kupata operation. Kwa hiyo yote mawili ni sawa na usijisikie vibaya, operation sio kitu kibaya, yote ni njia tu ya kupata mtoto, ni njia salama. Nikamwambia sawa. Akasema tunakupa siku tatu, katika hizo siku tatu kajitizamie. Ikifika siku ya tatu, kama ujaona chochote, ina maana uje hospitali. Yani ina maana hiyo siku ningeenda ilikuwa ndo siku ya kwenda kufanya operation kwenye hospitali ya pili. Sasa nikaenda nyumbani. Mimi mawazo yangu ndani ya moyo wangu, kama ingekuwa mtu anaweza kuona unachokiwaza moyo wangu angegundua vile vitu nilivyovibeba ndani ya moyo wangu, nadhani angeogopa. Angeogopa kwa sababu ilikuwa akili yangu yote inanionyesha sasa mimi naenda kufa, yani sasa na mimi wakati wangu umefika. Lakini moyo wangu alikuwa kama kuna vitu vinamuonesha, akikaa kiomba ananiombea, anazungumza ananiombea, ananiambia kataa roho ya kufa, kataa kataa roho ya kufa naambia sawa. Basi siku ya kwanza tangu kutoka hospitali, siku ya pili usiku nikaumwa uchungu, tukarudi kule kule kwenye hospitali ya pili. Kule kufika kule usiku uchungu ulienda hivyo hivyo, ulienda hivyo ulienda unatulia, ulienda unatulia. Ilivyo fika asubuhi saa tano chupa ikavunjika, lakini ikawa dalili ya kutoka mtoto haipo, yani haiwezekani, ni lazima niingie kwenye operation kwa emergency, sasa kwa dharura hapo <sighs> kiwa mume wangu hajui kama mimi nitaingia kwenye operation. Yuko nje, hawaruhusu mtu kuingia, tangu amekesha usiku akiwa hospitali. Yuko peke yake, yuko nje amesimama nje, atapewa majibu yoyote? Hakuna majibu aliopewa, nimeingia dharura kwenye operation yeye hajui. Unajua ile una, unaambiwa tia sahihi, yani ile sahihi unatia sahihi, ushaambiwa ile sahihi unotia, yani roho yangu inanambia, natia sahihi kuwa naidhinisha mwenyewe kuwa naenda sahihi yangu hii, na umwa na na e, mpaka natetemeka kuoga na uchungu natetemeka kabisa hivi, mpaka kuniweka hivi leo, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu e, nikatia sahihi, naingia fieta nikiwa niko vibaya vibaya vibaya, yani unajua kabisa hapa naenda huko ili nikamalizikie. Basi naambia daktari, niitieni mme wangu angalau nimwambie maneno mawili, nimwambie maneno mawili tu. Akasema usiweke imani hiyo, acha usema, mwambie maneno mawili ili iweje? Omba Mungu, tunaingia kwenye fieta. Nikasema sawa, nikaingia kwenye fieta. E, Mungu nikulipe nini? Nikulipe nini? wai umba kufika hapa, sina cha kumlipa Mungu, sina hata. Nikikaa kila siku ni kushukuru naona haitoshi ile kushukuru. Nikaingia fieta, nikatoka salama, nikapata mtoto wangu wa kiume nikamshukuru Mungu, asante Mungu pokitandani ane u naambiwa mwanao ho oakiume nikapelekwa ujini. Ndipo mume wangu alipojua kama nimepata mtoto lakini kwa, kwa operation. Siku ya pili kusema nimepata operation jana, siku ya pili nikapigwa na kifafa kama ambacho alipigwa mdogo wangu, lakini aliponijia kile kifafa niliona kabisa, kwa sababu ilikuwa ni wakati ambao daktari anapita, sasa tunapewa dawa Wakati dokta anapita napewa dawa. Ameshafika pale ananiwekea dripu lile, ilikuwa ile dawa anapitisha kwenye, kwenye nini, kanyula inaitwa ya diripu, ya sindano. Wakati ameniwekea ile, niliona kabisa kitu kina kama kizunguzungu kanipiga ya kichwa, naona mbona kama dokta, naona anatetemeka. Naona anatetemeka. Akanambia tulia, nyamaza, ata mdomo nyamaza, nikanyamaza Nikajikuta sielewi kitu, ilikuwa ni jioni, nikuja kuzinduka siku ya pili. Bahati nzuri niseme mimi kilivyonikuta kile kifafa kilinikuta nikiwa na madokta huko, kwa sababu dokta tena hapo, dokta alikuwa hapa, hata anavyoita dokta wengine, nilimsikia dokta, nisaidie jamani, mtuku jamani, nilisikia ile sauti. Baada hapo sikusikia tena kinachoendelea, nikuja kuzinduka siku ya pili. Kwa hiyo hii picha inanijia kuwa mdogo wangu kilivyomkuta kifafa, alikuwa piki yake, na ndio maana pengine ilimrusha akadondoka chini. Mimi ilinikuta ikiwa dokta yupo, kwa hiyo nilipata ule usaidizi wa kuangaliwa kwa wakati. Ninamshukuru Mungu ndugu zangu, ninamshukuru Mungu sana. Siku ya pili nilizinduka, nikawa niko sawa na mtoto wangu yuko sawa, nikaendelea na dawa kitu ambacho dokta alikaa na mimi akaongea akasema, dada, ulipata tatizo baya sana sijuu kumsauri dokta alipokaa kasimama na mimi akaniambia, nipo kitandani, anaambia unaendeleaje? mm -hmm. kama anaendelea vizuri. Siku ya tatu anasema, mshukuru sana Mungu, ulipata tatizo baya sana yani, unajua tatizo lilokupata ni baya sana yani, ulipata tatizo baya sana yangu mdauli nikamfikiria ya mama nikaona ile depression ambayo nilipitia kipindi cha ujauzito, fikra zote zilikuwa zinanijia na nini zote zile, yaani kama vile ni picha ambayo ilikuwa inanijia ya hichi kilichotokea hapa. Nilisema nilisema daktari, namshukuru Mungu na nawashukuruni na nyinyi kwa kusimama na mimi mpaka hapa nilipofikia. Nilitoka hospitali siku kama ya tano nikiwa salama na endelea vizuri na mtoto wangu. Kitu ambacho nataka mfahamu katika maisha na nabia tena kuwa unahitaji watu, unahitaji pesa. Niliwaeleza mabosi zangu, sababu siku za nyuma mimi nilikua Umani. Kwa hiyo niliongea na mabosi zangu, nimebahatika kupata mtoto. Nikua na ukaribu na wao, tunazungumza, ni kama familia, ambae nimebahatika kupata mtoto, lakini kwenye mtoto kupitia changamoto moja mbili tatu na wanafahamu tangu nilikuwa nimefiwa na mdogo wangu, yote wanajua. Nikawaambia kuwa na mimi ilinikuta hiyo changamoto kama mdogo wangu, lakini namshukuru Mungu kwa sasa niko sawa kikweli. Waliniombea na wakanisii kabisa nikae, nitulizane, nisifikirie sana, niangalie kuwa na mtoto, mtoto ananihitaji. Na mimi nikawashukuru pia. Maisha yakaanza ya kwenye Ulezi sasa. Mtoto wangu yule mtoto wa mdogo wangu anaendelea vizuri kabisa, hakupitia changamoto nyingi, zilikuwa za hapa na pale tu ile na nini kama miezi miwili mitatu, lakini alikaa sawa.